Labda kabla ya kufika Arafa, kwa nini tuko Mina? Yawezekana watu wakawa tu wanachukulia tu kwamba ndio utaratibu wa ibada ya Hija watu wapite Mina, lakini kuna mambo makubwa sana hapa yametokea. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutaka tunapokuja kutekeleza ibada ya Hija tupite maeneo haya. Moja, Nabii Allah Ibrahim alipopewa mtihani wa kumchinja mtoto wake, basi maeneo aliyokuwa anataka kutekeleza amali hiyo ilikuwa ni hapa Mina. Kwa hivyo, kama kwamba tunakuja kupata historia ya utiifu wa baba wa mitume, namna gani alikuwa tayari Kumpoteza mtoto wake kipenzi mmoja mtegemewa, lakini atekeleze amri ya Mola wake. Kwa hivyo na sisi kama una mali unakubali mali yako itoke, kama una cheo unakubali cheo chako kuacha, kama ulikuwa vyovyote vile, unakuja hapa kwa ajili ya kutii amri ya Mwenyezi Mungu kama Ibrahima alivyotii amri ya Mwenyezi Mungu ya kutakiwa kumchinja mwanawe. Hilo jambo la kwanza, lakini jambo la pili tunajifunza hapa katika viwanja vya Mina, kwamba ndio kuna jamarati ambapo tutatakiwa kuja kupiga mawe kiasi cha kwamba tunapiga mawe wakati mwingine, tunampiga shetani tunampiga shetani. Lakini kwa nini tunampiga shetani? Tunarudi tena kwa baba wa mitume, Nabii Allah Ibrahim, namna gani alipambana na Ibilisi aliyotaka kuwa kikwazo ili Ibrahima asitekeleze amri ya Mola wake. Ndio na sisi kama alivyotwambia subhanahu wa taala, lakad kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahima. Kwa hivyo tunatakiwa kumwiga Ibrahima. Hapa tunampiga mawe Ibilisi katika jamarati, lakini maana yake tunatakiwa maisha yetu baada ya hapa, kila tutakapokwenda sisi na ibilisi ni maadui. Hiyo ndiyo maana yake, sio tunampiga mawe pale, alafu tukirudi nyumbani tunafanya mambo yale yale yaliyokuwa hayafai. Maana yake kule ibilisi na yeye anatungoja, si tumempiga huku, na yeye anatungoja. Kwa hivyo, hilo ni jambo la msingi sana. Jambo la tatu, kwa nini tunakuja Mina hapa? Wakati mtume matatizo yamezidi katika mji wa Maka. Walikuja watu wa Madina kumtaka, ni bora uhamie kwetu, sie tutakulinda, tutakuhifadhi, utakuwa salama, mali zetu zitakuwa zako. Mtume alifanya kikao na hao watu wa, ma wa Madina hapa maeneo ya Mina, katika milango ya saa nane usiku huko, kwa ajili ya makubaliano ya Bwana Mtume kuhama kutoka hapa Maka kuhamia Madina. Kwa hivyo na sisi tunapokuja hapa kama tumekuja kufanya mkataba na Mwenyezi Mungu wa kuhama kutoka katika maaswi kwenda katika twaa, kwa sababu Mtume anasema, walmuhajiru manhajara manahallahu anhu, muhamaji wa kweli ni yule aliyehama kuyaepuka yale aliyoyakataza Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo na sisi hapa tunakuja kumbai Mwenyezi Mungu kwamba na sisi tunahama, tunaondoka katika maaswi, tunakwenda zetu katika twaa. Haya ni kwa uchache katika yale ambayo yametufanya sisi tuletwe hapa Mina tuje kujifunza.